Yote atakayeweka obstacle mbele ya Mboso, yoyote ambaye kwenye mziki wa Mboso ataweka obstacle. Unajua, kuna kule, mtu katoa ip yako, unaenda kumwekea kigingi. Eh, mtu katoa nyimbo yake naena, yoyote atakaweka kigingi akimaliza miezi miwili, mimi sio Mwijaku, yoyote atakamika kigingi Mboso. Mwijaku, kwa nini unasema amekaa kwa maharamia? By the way, tunafahamu WCB wamemsogeza kwenye hatua. Hapana, hapana, hawajamsogeza waandishi, acha hawajamsogeza kote. Mboso alienda uchafuni, alikuwa mkubwa tayari. Nani alikuwa mjui Mboso? Acha kuwa, kuwafanya watu wadogo bwana. Huyu mwandishi vipi roja nii, mmetumwa? Mboso amekwenda uchafuni, Mboso ni mkubwa kila mtu alikuwa anamjua katika ya moto. be wao ungeniambia hivi mkubwa Fela ndo amemkuza Mboso ningekuelewa. Wale wamekuta yale dhahabu ba... imelimwa imechimbwa tayari, imeletwa imeletwa Geita mjini pale, useme mimi nimeichimba Geita mjini pale sokoni kwenye maduka ina akaa inakuja hapa. Lakini, yani wamekuta, wangeikuta wange ipo chini kama, kama mkubwa Fela alivyopambana nao pale, ndio tungesema wamepambana. Wao wameenda kuchukua matunda ya, ya, ya Mboso wamenufaika, wame acha bwana.